Karibu sana, ikiwa ni majira ya saa kumi na mbili ya Afrika ya Kati, moja ya Afrika Mashariki, Tanzania, Uganda, Kenya. E, Rajabu Akili Kabonga, ni muda mzuri ambako tunakuwa tuko na wakati wa kusikiza mitazamo mbalimbali mbali, kutoka kwenu na tofauti ya mitazamo, pia mnapata hata muda wa kusikiza hata dakika mbili tatu hivi. So, enye jambo la maana sana. So ungana na Baraka TV Channel 2, ili kuweza kupata matukio mbalimbali na pia kujiunga na mahakama ya kihalifu ya ICC. Eh, fanya hivyo pia big up sana kwa wote ambao waliweza kujiunga na uh, Baraka One TV members. Hawa ni members ambao wanaingia kupitia YouTube ya, ukifika pale unaingia tu kwa membership ya YouTube ya Baraka One TV, na hivyo tuko na DA Ramix BFA, tuko na Hussein uh, Matambo, tuko na Alexis Jean Pierre, tuko na Elizabeth Mawazo, tuko na Salvador Idi pamoja na Mapendo Elias, asante sana ndugu zangu, tunashukuru uh, tunashukuru kuona kwamba mna, mnachangia pia kwa kuwa pamoja na B1 TV na kama kawaida tupo na simu. Bagoma Samuel Shake Republic na Mkea Afrika Kusini, Mohamed Papiro Jabu, Afrika Kusini. Akis Kandeze uko UK, Dafeza yuko UK uh, Biondo Kilamba Mau yuko Seda, Rapid, USA tuko na Dalai, Tisha, yuko USA mzee wa state yamene yuko USA pia, Jacques Bahati Colombia Missouri USA, jedone buto teo warufu kama meshake yuko USA Michigan, hiza Salumu yuko USA mhia, eh, Mashaka haya mbaawana eh, Mashaka aya mba, yuko acrono hiyo USA, Emmanuel Mwangombe pamoja na Elisha kutoka Nairobi, Kenya na wale wote ndugu jamaa na marafiki ambao mko Kanada, namuona sage sage philosophe bwana, tujaongea muda mrefu pia eh? isapa sapa pia, pia sijakusikiza kwa siku hizi kadhaa na yuko maneo ya Kanada, na wengine wote bwana eh, Rivera Pasteur Kanada, sawa sawasawa kule, wengine wako Europe, pia South Africa, yote Congo eh, ndugu zangu ambao mko Goma, pole sana, Bukavu polen sana ambayo mkolo Bumbashi pia Kasumbalesa, Kolwezi, Likasi kote kule e, Kalemi pia Baraka yote Uvira, sehemu mbalimbali, tuko tunasikia vizuri sana ndugu zangu, so tuko pamoja na B1 TV. Na kitu kingine ambacho, jamani tu, tuko na shida kama mnaona tuko tunakwamakwama hivi, ni kutokana na machine laptop yetu imepata shida na tunahitajika kuweza kununua nyingine. Uh, tujaribu kurekebisha lakini shida iko inaendelea. Pia na mix ambayo tunatumia pia ina shida, iko nazima, inawaka muda ambao inajisikia eh. Kwa hiyo hata kama habari ziko tayari, mpaka jisikie kuwaka ndio inawaka na ndio inafanya kazi. Kwa hiyo tunahangaika sana, na gharama zote hizi ni dola mia tatu. Kwa hiyo tunaomba jamani, muweze muweze kutupiga mkono, mtusaidie kwa hili tupate dola mia tatu tuweze kununua hivi vitu viwili, ya yeah, ni jambo la maana sana na vitakuwa vinatupa, tunarudi kama kawaida ile. e muda muda muda muda, amna kuchochelewa. So uh, ni hivyo. Uh, Baraka One TV Channel 2 pia utapata hayo uh, matukio. Usikose kushare pia na kusubscribe uh, ili tuweze kuwa tuna tunaleta hivi sasa e, na kazi ya ili swala ili swala la uzalendo, na nilizungumza mchana kwamba kuna watu wanasiasa wanataka kuingiza chokochoko -choko kati ya wazalendo

na wao pia wakaja sortir bravuru moya ya nguvu meba mingi juu kwamba bamushi pia waliingia mule vita no, sasa hili ni jambo moja la maana, na nimefanya hivi ili niweze kuligusia hili, pia niligusie kwamba wanasemaga kwamba, um, wakati mtu ndu, ndugu yako yuko na anakuambia ibala vichumba um, taleli bolana na maana kwamba kwa kuhesabiana kwa kwa kwamba huu ni mshi fulani na huyu ni mshi fulani sio, uh, sio kwamba tunabaguana. Eh, uh eh, huko mbembe ndio ule mshibe huko mbembe sawa, huko mshi nani, nyumba gani, ushelewa uh, lakini sio kwamba anakubagua hapana, ni kutaka kujua nyumba yako ni ipi, na ndio ile ambayo tukisema kwamba bamushi ba tretre, of course ni kutaka kujua ni bamushi bamushi gani ba tretre na namba sio ba tretre. Unajua kwamba Bertrand Bisimwa ni traitre? Unajua ba fulani ni ba traitre? Wengine ni ba traitre. Et voila. Unaona? Na wale ambao sio ba traitre ndio tu tunapigana nao. Tuko nao kulinya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mapigano. Sasa unasikia si mixa gisi kuna, unaona mixa gisi kuna na na koroma. Eh. Inaweza kubadilisha. So, um wale ambao ni watretri tuliwajua, na wale ambao sio watretri wa mushi walisimama na wazalendo na ndio wako wanaongoza baadhi ya operasion na wanafanya vizuri sana. No, kwa hiyo Baraka One TV kwanza inatoa big up kwa kazi kubwa ambayo mmefanya e, tumeiona na tunaiappreciate, na hili ndio linatakiwa wali liendelee, ehe inabidi liendelee na tutaliendeleza wote kwa pamoja, tutasimama, tutashirikiana kwa pamoja, na habari zote ambazo tutakuwa tunazileta ni hivyo. Kwa hiyo uamushi, big up sana kwa kazi ambayo mmefanya. <laughs> e, msikate tamaa, na sio uamushi wote ambao ni wa traitre, lakini wale wa traitre tutazidi kuwa denounce, si ndio? Hapo tunashirikiana kwa pamoja sawa. Na swala jingine pia, sasa hivi kutokana na wazalendo kazi kubwa ambayo wako wanaifanya, wanasiasa wanaanza ingiza chokochoko wanasiasa wanataka sasa waanze kugombanisha wazalendo oh wewe ndio uko hivi. oh wewe ndio uko hivi. wewe ndio usimame hivi. wewe ndio usimame hivi. wewe ndio ufanye hivi. wewe ndio unaonekana hivi. Ode, ile yote hatuitaki kwa sasa hivi. Unaona? na washaanza wa kumtia maneno prezida. oh unaona wazalendo wakiganyia vita watakuwa na kiburi. unaona wazalendo kesho watakuja na watakugeuka unaona wazalendo donke msha ingia machokochoko na muarme <laughs> unaona gisi arme inashindwa sasa, wazalendo wataonekana wao ndo ba bravo sasa. Ile bravure yao inaanza kuanza kuikwense ingali mapema sasa, ile hatuitaki. Tunajua mipango yote, tunajua vitu vyote. Unaona, ni alerte ingali mwanzo mwanzo, tusikie uh, tusiki kat, tusiki katiana tamaa uh, uh, alafu tukaacha in, nchi yetu ikaenda. Lakini kitu ambacho mimi nitaambia ni hivi: sisi wa Uvira na Fizi mufanye vyenu kule amaposte ani sie tunapigania ni ardhi yetu pamoja na upande wa, wa wali, uh, walikale nani wa na, upande wa Mwenga Shabunda huko uh, kote Walungu tunapigania ardhi yetu kwenda mpaka Masisi, uh, Masisi nani uh, Manyema nyu, Nyunzu huko kule pia na nawapa washasimama pia Mpweto um,

ila iko ila iko Kongolmani, ila iko Kongomani. <laughs> ila iko Ugande unye umurwande eh, t umurwande kabisa. hivi kati elepana matumia iatiaake atuka Merci sana, nakusalimia sana toka Ituri. Merci, habari yako, Bwana mtangazaji wa Baraka One TV, Bwana Rajab akili kabonga Yeah, tunakushukuru ndugu yangu kwa habari njema unaendelea kutoa vrema kwa sababu ya nchi yetu na kuendelea kutupatia nafasi hii ya kuweza kukuwa natoa maoneo yetu kabisa kwa sababu ya vita ambayo inaendelea kwetu Kongo. Ya, yeah, ndugu yangu nilikuwa tunataka nichangie ni kidogo kuhusu ili swala la Wanyarwanda swadi swa za Wanyamulenge ya ndugu yangu, mimi kivyangu mimi kabisa ningilipashwa kusema hivi, hawa watu wasijifanye saa hii kutuonyesha uzuri kuwa wamekasirika na, na vitendo ambavyo wenzao wako wanafanya, japokuwa walikuwa wote. Wakati ambapo wanaona mambo wenyewe walipanga, haiendi vile gisi walikuwa wamepanga, wanaweza geuka na wengine wanaza kujitoa. Ndugu yangu, sisi wakongomani hatutabakia kuwa watoto kila siku wakudanganyiwa kama vile madoli. Sisi wakongomani hatutakuwa tunafanyiwa kama makatuni, kama madese anime. Hapana, sisi saa hii nafikiria kila mkongomani saa hii alishajua kila kitu hata mtoto mdogo mwenye iko kwa shule ameshajua kila kitu sahii hapa hakuna mkongomani mwenye hajajua siri ambayo iko kati ya wanyarwanda awaja maki kila mkongomani anajua siri ya wanyarwanda ambacho wako natufanya na ile siri ambayo walipanga kila mkongomani sahii amejua siri yote imetoka nje hatutabaki katika ujinga Hatutabakia katika upumbafu. Ile yenye wako wanazungumuza ile ni yao. Tulishajua mahali walitoka, tulishajua kila kitu venye walifonde hiyo jina ya Kinyamulenge. Tunajua wao ni Wanyarwanda, wao hawako Wanyamulenge, wao ni Wanyarwanda ambao walitoka Rwanda na walikuja Congo kwa kisiasa ya nafikiria, napako napako odio ambao ya huyo Mzee Kapangwa, huyo padiri alikuwa akiwaambia. Unasikiliza? So sisi hatutaki mambo mengi na hawa watu au hawa watu wasitoonyeshe, sai aseme wanauzika wana sana juu wenzao walifanya hivi na hivi hivi na hivi akura kuwasikia hawa watu venye tu wamejichanga kuingiana na M23, wote ni wa M23 kwa maana walikuwa njia hii moja hakuna kuacha kitu hapo, ndugu yangu. Sisi nawa watu hakuna undugu hapo, kwa maana wale ni Wanyarwanda na walikuja Mkongo kuja kutuua kuja kugawa nchi yetu. Hawakuja kwa malengo ya kutusaidia, hakuna kitu kama hiyo. Kama walikubali kudanganyiwa na Kagame wakatuacha sisi tuteseke, wako na tutesa, walikubaliana na Kagame makubaliano yao kama imeharibika sainjo, wanaanza toa siri. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi nasema hivi kama mzalendo, kama kongole wa depero de kwetu ni Sitkiv. Nasema kama mtoto wa Sitkiv, awa watu hakuna kuwasikiliza, wache unafiki. Unasikiliza awa watu, hakuna mnyamlenge mwenye ko kongole wote ni Wanyarwanda. Ina ile jina ya Mlenge si yao ni jina ya Wafuliru. Nasema hivi kama mtoto wa wa, wa Sitikivu, kwetu ni Uvira. Nasema hivi hawa watu lazima watolewe Mkongo. Naomba Mungu wakati wa zalendo, Mungu atawasaidia atawapatia nguvu watoto wetu wa baba zetu, wataenda hapo Bukavu, lazima wafanye ratissage ya wa, ya Rwanda. Kama wanaweza ingia kama hivi sasa hivi kama hivi sasa wako wanaingia Mungu wanatoka Rwanda wanaingia pale Bukavu, wakitambatamba wanaingia Goma comme il faut vile wanataka. Sisi ile hatutakubaliana nao. Wasituletele siasa hapa, hakuna roho ya huruma tena yenyewe iko ndani ya Mkongomani ndugu yangu. Lazima watu ni kuwafanyia ratissage. Hii ndio mwaka ya mwisho wao kuishi Kongo. Yeah. Na kama watakubali kuwa wao ni Warwande, sawa. Kama watakubali kuwa wao ni wakimbizi sawa, na kama watakubali kuweka masila chini, wakubali wao ni wakimbizi, wakae Mkongo kama vile wa étranger wengine, kama vile sisi wenyewe tuko kwa nchi za watu tuko ba étranger, wakubaliane na hiyo, sawa. Mi naomba wakikamata Bukavu wafanye ratissage, kila rwande wote alinunua nyumba Bukavu atoke arudi wafanye ratisage. Kwanza kwanza, hata mimi mwenyewe ningilitaka wafanye matangazo. Wazalendo wafanye matangazo ya kusema kila wote anajua ni Mnyarwanda iwe, mnya iwe, iwe ni Mnyamlengi, lakini wote ni Wanyarwanda. Wote mwenye ko Bukavu partout Kongo wanze toka warudi kwa mali walitoka. Ile ndio mimi ningilitaka. Mimi naomba hii hodyo ndugu yangu iweke watu wote waishikii, hakuna hawa. Ah, watu hawana undugu na hawana ura, urafiki wauaji. Nilikuwa nataka kuongeza kusema tena hivi kuhusiana tu na hawa wanyarwanda swadizani wanya wanyamlenge wanya mimi hawa ah, watu nawaitaka ni wanyarwanda wote, waache unafiki, waache unafiki. Walishatutengenezea uongo, walishaaribisha jina ya Kongo hawa watu Nawasikiliza ile siasa yao, mkongomani wote ameitambua venye wametuharibishia jina, tumetambua kila kitu, ni kitu walitengeneza, ni kitu walifanya. Nwasikiliza ndugu yangu, sikiliza, nikwambie kitu moja, kila mnyarwanda walitengeneza hiyo kitu, kila mnyarwanda wote Wako najita ni Kongole, ni Kongole, ni Kongole, ni Kongole. Meme huko kwenye tuko Kenya wako najita wao ni wa Kongole na si wa Kongole na ni Wanyarwanda. Unasikiliza? So akuna tofauti ya mnyamlenge na mnyarwanda wote ni wanyarwanda mtupu na wale ni wavamizi wa Kongo ambao walikuja kutukoshesha amani mwinchi yetu, na ni kitu ilikuwa ilipangwa kama deal. So Mi nasema hivi, wale watu waache unafiki. Hawatajitokeza sahi kwa mamidia kuanza kusema na kuanza kudenonse mambo za wenzao, ili atutaki, kwa maana walikuwa wote, wakati ambapo walikuwa wanafanya michango partout huko maamerika wanafanya michango, wanafanya michango huko ma, ma maamerika, maaustralia, mahali kote walienda, makanada, walikuwa wanafanya mipango ya, ya, ya kutumia watu wao pesa ili wakuje kutuua sisi wakongomani. Ile kitu kama sisi wazalendo kama sisi wakongomani hatutakubaliana nao, kwa maana walikuwa ukurea kila kitu. Hakuna kuwasamea hawa watu hawa Awa watu ni wachafu, walisha tuonyesha mambo ya ajabu sana mwa hii Kongo, walisha tuonyesha roho zao ziko aje na sisi Wakongomani. Kama hatujashika akili juu ya hawa watu, tutabakia tukikandamizwa na hawa ah, watu hawastahili kukaa Mkongo. Awa watu ni watu wa kutoa Mkongo haraka sana, unaona, lazima kunani nyumba manani manyumba zao ziko Minembwe, lazima kujichoma kuzichoma zote. Mimi sisemi hivi kwa sababu ya kuweza kuchochea, nasema hivi kwa sababu ya roho zao venye ziko chafu. Unasikiliza, kwa maana ni watu wenyewe wako na roho chafu, ni watu ambao hawataki kukaa na watu wengine kwa usalama. Mwinchi ya watu mkuje mfanye siasa mwinchi ya watu mshike wenye nchi bunduki ile, mi nasema kama mtoto wa Sitikivu, ile haitawezekana Sawa, lazima wazalendo wafanye kazi yao, wafanye ratisage kwa maana hawa watu wenyewe walishakufa. Mkongo si wadogo ni wengi sana, kupitia tu hawa hawa wajamaa ile minembo wenyewe wako na kupigania kila siku. si yao ni kwetu, Kongo sisi. Hawa watu hawastahili kuachiwa, lazima watu wafukuzwe, wasiangalie mambo ya kominote internationale, mambo ya wazungu wasiangalie hiyo wao wafanye kazi yao wa wafanye ratisage kote ni goma kustamnyarwanda umoja nnym akuna mnyarwanda ambaye iko na Kongo wote wako na manyumba Ulaya na, nani na, na Rwanda kwao, wanakuakane Rwanda kwao kununua manyumba kwao Rwanda si Kongo. Ah, watu hawako wa juu ya faida ya nchi ya Kongo hawa. Ah, watu wako pale juu ya kuangamiza Kongo izidi kuangamia. For si hii kitu hatutakubaliana nayo hawa ah, watu lazima watolewe, hatutaki hizo hizo sura mule za Wanyarwanda, hatuwataki lazima watolewe waende, na tunataka bubembe mafizi kule wale wabembe wa kote kule kwa Fulero kule waishi na amani kule milima ah, watu wanasema zile nyumba zao ziji zichomewe. Lazima sisi wa Kongomani tuweke akili hapa ah ha, ha, ah watu wasitulete unafiki aseme njoo wako sasa nyuma yetu hivi na hivi, lazima hawa watu wafanyie ratissage hey, eh hawastahi hata hawa watu hawako hata wa Kongo unasikiliza kwa maana President Felix njoo aliwapachei aseme wao ni Wakongomani waumili wow, na pinga na prezida na nilikata na hii kitu kabisa, nilichukiaka Felix kwa sababu ya hii kitu ambacho alisema. Naona awa watu hawana huruma uruma, naona hakuna mtu mwenye iko pale iko natumikia juu juu ya, ya faida ya Kongo, hakuna isipokuwa kuja kutuua na kuja kuviole wa, wa mama zetu na kuwafanya vitendo vibaya. Unaona koma haje watakuwa wako mu gouvernement watakuwa wako mu gouvernement watakuwa wako mu gouvernement, wako mu, mu arme na wako wanafanya vitendo ambavyo vya kuangamiza wakongole vya kuangamiza gouvernement wengine. Tuliona wako wanajitoa mkijeshi hapa wanaenda kuungana na wenzao. We, we hili ni nini? Hawa watu hawastahili kuishi mu Kongo, lazima wazalendo hiikitu wa ikaliki kidet wafanye ratissage partout wakote kwenye wako wa uwe. Ile ndio nasema mtangazaji, hiyo ndio fikisha, usiogope kuiweka. Hawa watu waweza tuonyesha roho mbaya, wadada zetu na ndugu zetu wako nakufa kwa sababu ya hawa watu hawa wajinga. Ile ndio mimi nasema kabisa kama mtoto wa esti. Asante sana eh, hey, kaka Rajabu <laughs> ni hatari, ni hatari. Niko nafuata rajio hivi, kama ni ya Rwanda bako naongea Kinyarwanda juu Kinyarwanda Kirundi na kisikiaka ujurnaliste kwa anasema hivi aseme hivi, habari nzuri kuba Kongomani bote benye bako Mukongo na Kinshasa. Alafu anasema hivi, yani uzuni sana kwa M23, kuna siku mutamukaga tu, mnakutana Bukavu, Goma zile parti zote zenye M23 ili kamata bote bakuna na bale bote balidere bote benye bana support M23 utakutanaka bote bana uiwa na ndio misho yenye iko sasa, nakia na kujikuta hapa pako politike moya. Kisekede anacheza moya ya nguvu kidiplomasi, yani anacheza kidiplomasi moja ya nguvu, yani diplomasi moya ya nguvu. Batu banamona kama ule jamaa ni rofa rofa, akuongea kukamata madesizo za mingi lakini alona kisi kisoda kisha mudesapointi mwa ningeza sasa, kidiplomasi kidiplomasi, anaingia kule kwenye Kagame alikuwa anaenda kule bana musapoti, njo yo enye sasa radio za Rwanda zinaanza kushanje langaje. Yani, hivi banakwasa vile tena abako tena bana celebrate kuhusu M23, kisa M23 oh, yafasha Bukavu oh, banafurai kule Rwanda banafanya Mungu na maombi ya Bakongomani, yaani anazungurusha mabaya ya yote ku mazuri kubakongomani. Na asante sana, asante sana, asante sana, tunashukuru. Kwa hiyo uh, nafikiri kwa hayo ndo machache ambayo tulikuwa tuko nayo kwa jioni hii ya leo, na umesikiza, watu wameweza kutiririka la kwao, so mengine tukeni majira ya saa kumi na mbili saa kumi na mbili eh, tuna habari zingine za asubuhi hizo, matata mno eh, shida ambazo wanyarwanda wako ako unazipata Kongo eh, ni kilio na kusaga meno. Na asante sana na usisahau usisahau kabisa kwamba Baraka One, One TV membership iko pale, ingia pale kama alivyofanya eh, Hussein Matambo, Alexis Jean-Pierre Elizabeth Mawazo, Salvador Idi, Mapendo Elias. Hao walijiunga na Baraka One TV members. So pale kuna masharti kidogo tu, unajua members wanakuwa kuna ile kawaida ya kufanya kuboost TV yetu iendelee eh? Radio yetu iendelee nini? E, ile 1111 kila mwezi unaangalia mambo yanaenda sawa. So ungano pale ili tuende sawa. Asante sana tunashukuru kwa yote na wengine wote ambao mko pamoja na sisi tunawashukuru sana, tuna appreciate kwa kazi ambayo mko mnafanya. Lakini pia ndugu zangu, nikumbushe tena uh, tuna shida ya mix pamoja na, na, na laptop yetu mimi zimepata shida, na kama mko nasikia, hima mikoro zimekwa ruzu mara moja moja, ni sababu ya hivyo iko inazima ina, inawaka sign na ina, aha, nasikia tena inawaka sign inajisikia. Kwa hiyo tunahitaji dola 300 ili tuweze kurekebisha haya mambo, tununue vingine vipya ya dola mia tatu. Sasa mfuko um, umekwama umekwama, unaona um, tuko na operation za sedem dolendo, tuna focus sana huku, lakini pia hatuwezi toa huku jiu, tufanye hivi. Hapana, hivi ni vya hivi na hivi ni vya hivi. Kwa hiyo tunaomba huku tuweze kusaidiwa, mtusaidie jamani, tupate dola mia tatu ili kuweza kuimarisha hii mitambo yetu, ndafanya yeah, tu hivi ndani ya uh, wiki moja, niko na na naomba hivi, kama itashindikana, basi na kangu kime <laughs> na kangu kime <laughs> na kangu kime <laughs> Eh, ndakangu gimi, asante sana wandu wa otot. Uh, pamoja tuendeleze kazi. Asante.